Mimi ni Faithful Zion Joshua, ni afisa mwandamizi upande wa huduma kwa wateja, natokea Benki ya Maendeleo ya Kilimo. Katika wiki ya huduma kwa wateja, tuna kauli mbiu inayosema mission possible. Mission possible ni kwamba kila kile ambacho tulikuwa tumeona hakiwezekani kumbe kinawezekana, kama ambavyo tumetembelea hawa vijana wa Wazito Farm Flex na kuweza kuwapa sapoti kubwa au msaada mkubwa wa vitu mbalimbali ambavyo wanahitaji ili kuweza kuendeleza kilimo chao. Lakini pia katika wiki hii ya huduma kwa wateja, ningependa tu kusema kwamba TADB hatusherekei tu wale wanaotoa huduma kwa wateja au wateja wetu wanaosababisha sisi watoa huduma kuwepo, bali pia tunamsikiliza, tunawasikiliza jamii, tunasikiliza jamii na kuweza kutatua changamoto zao na pia kuweza kutatua mahitaji yao kama ambavyo tumefanya kwa hawa Wazito Farm Flex. Na hii uh, wiki ya huduma kwa wateja imekutana na miaka kumi ya TADB. Tumefika miaka kumi ya TADB, kwa hiyo tunasherehekea anniversary pia miaka kumi ya TADB ambao tuna kauli mbiu yetu tunaosema a decade of transformation. Kwa hiyo kupitia uh, uh, kurudisha kwa jamii Uh, hawa vijana wanakuwa wanakuwa transformed ili waende hatua ya juu zaidi. TADB tunafundisha wakulima, tunawapa elimu kupitia training mbalimbali. Ni mojawapo ya jukumu letu kwamba lazima tutoe elimu kwa wakulima ili kuwafahamisha kuhusu Benki ya Maendeleo ya Kilimo kuwafahamisha majukumu yetu na pia kuwafahamisha ni jinsi gani mkulima anaweza kufanya ili aweze kukopesheka, kwa sababu wengi wanalima lakini hawalimi kibiashara, wanalima kwa ajili ya kujikimu wao wenyewe. Na TADB, lengo letu kubwa ni kuleta mapinduzi ya kilimo kutoka kilimo cha kujikimu na kupeleka kwenye kilimo cha kibiashara. Hivyo kupitia uh, mafunzo mbalimbali tunayofanya au semina mbalimbali tunazozifanya tunaweza kufikia uh, makundi maalum kama vijana wa wanawake na walemavu kama nilivyosema awali ili kuweza kuwapa support au kuwashika mkono watoke hatua wa moja kwenda hatua nyingine. Mimi kwa jina naitwa Irene John, ni manager wa masoko na mahusiano ya taasisi ya benki mm -hmm, ya TADB. Labda mwingine anaweza akajiuliza nini maana ya benki ya kilimo, ya benki ya benki ya maendeleo ya kilimo Tanzania ni benki ambayo ni ya kimaendeleo tofauti na benki nyingine za kibiashara. Sisi tuna tudadili na kilimo tu, kilimo ufugaji, kilimo uvuvi, na kilimo chenyewe mpaka kwenye asali tunafika, lakini lengo kuu ni kutoa mikopo ya muda mfupi, muda wa kati na mrefu zaidi, kwa ajili ya kuchagiza mabadiliko makubwa ya kilimo, tunavyosema usalama wa chakula nchini toshelevu wa chakula lakini pia kutoka kwenye kilimo cha kujikimu kuingia kwenye kilimo cha kibiashara, ili kuweza kuleta maendeleo endelevu ya taifa letu na GDP ya taifa letu iweze kupanda, kama tunavyosikia kwamba ishirini hamsini tunataka kufikia uchumi wa kati. Kwa juu sana hauwezi kufikia huko kama vijana ambao ni nguvu kazi wameachwa. Kwa hiyo kama TADB, kama benki tunathamini sana vikundi vya vikundi vijana tunawawezesha tunawatia moyo. Tumeona vijana ambao ni graduate kabisa ambao wameamua kuingia shambani. Nawaasa na wa kuomba vijana ambao wamemaliza vyuo wako kule, wanasubiri serikali au wanasubiri private sector waweze kuajiriwa, njooni shambani. Shambani kuna utajiri, shambani kuna baraka, shambani kuna pesa, shambani kuna kila kitu. Tutoke vijiweni, tuache kulalamika, tutoke kwenye mitandao, tuje shambani tuweze kuchangia usalama wa chakula katika taifa letu. Um, kwa majina naitwa Amina Hassan Ibrahim, ni katibu katika kikundi hichi cha Wazito Farm Flex. Sio katibu tu lakini ni mwanamke pekee kwenye kikundi kizima cha Wazito Farm Flex, niko peke yangu, na kuwa peke yangu haimaanishi kwamba hakuna wanaoweza. Wanawake wote watoto wa kike wote walioko nyumbani waamini kwamba kwenye kilimo inakubeba. Uwe umesomea chochote uwe hujasomea chochote, kilimo kinakubeba wewe, sio wewe utakibeba. Na niko hapa pia kuwahamasisha vijana wenzangu, mabinti wenzangu, tusikae nyumbani tukabweteka, tusikae nyumbani tukategemea sisi ni maua tuhudumiwe, ila pia sisi tunafaa kuhudumia jamii. Kwa hiyo nawakaribisha sana na tunaishukuru sana TADB kwa kutunyanyua. Tumekuwa wanafunzi bora sana kwao kwa kusikiliza wanaotuhasa na kusikiliza wanaotuelekeza na tunayafanyia kazi na bado tunaendelea kuyafanyia kazi. Mi naitwa Ramadhani Litango wa Makwege, ni afisa mtendaji wa kata, kata ya Magindu. Kwanza kabisa, nataka niwapongeze benki ya kilimo kwa kuwasaidia vijana wetu ambao sasa hivi wanafanya kazi vizuri na wameweza vizuri zaidi kufanya shughuli zao za za kilimo katika eneo la kata hii. Na niwapongeze sana benki. Na waendelee kutoa msaada huo kwa vijana hawa na vijana wengine ambao kwa wado hapo. Na niwaombe vijana hawa watakuwa mfano kwa vijana wengine katika maeneo yao. Kwa hiyo mgeza kuwasaidia wao vizuri maana yao wa na kusaidia watu wengine katika maeneo haya. Kwa majina naitwa Mohamed Abdurrahman Othman. Aa, ni mwenyekiti wa kikundi cha Wazito, Wazito Farm Flex na tuko Kibaha kata Magindu kijiji cha Lukenge. Sisi ni vijana tuko katika kijiji, tume tumejiita sana katika kilimo, tuko idadi ya vijana saba nam tunajihusisha na, na kilimo cha mboga mboga na matunda, mfano nyanya, chainizi, bamia na mboga nyingi za matunda aa, Tunashukuru sana TADB kwa kuwa na pamoja na sisi hapa uh, ni tukio la kipekee sana. Tunashukuru kama vijana pamoja wa kututembelea, tumetupa sapoti kubwa, sapoti ya vifaa, sapoti ya ya mawazo ya elimu mbalimbali. tunashukuru sana TADB.